E, kwa jina anaitwa Mr. Alphonse Dennis Mboya, na hivi ninavyoongea mheshimiwa e, mgazija niko dukani kwangu e, tumeamka asubuhi kama kawaida tukatoka nje tukaenda kuangalia hali ya hewa ilivyo. Kiukweli tunamshukuru Mama Samia, mheshimiwa rais, kwa kuhakikisha kwamba usalama upo wa kutosha kwa sababu hata Tanga maduka mengi yako wazi watu wamefungua maduka wanafanya biashara zao kama kawaida, sema tu kwa ajili ya vile vitisho vya baadhi ya vijana wahuni vikundi vile vilivyofanya watu wengi waone kwamba ah, kunaweza kuwa kuna vurugu kwao, hakuna movement sana, ila kikundi hicho ambacho ni cha wahuni, nasema ni cha wahuni kwa sababu wanatoka vijana hawajui wanachokilalamikia ili mradi tu akaibe mali za watu, watu. Lakini nashukuru Mungu namshukuru Mama Samia ameweza kuadhibiti na mpaka sasa hivi hakuna vurugu yoyote. Na askari pia nashukuru jeshi la polisi, ikiwepo RPC, na OCD na OCCD kwamba waimarisha maeneo yote, maeneo yote yana usalama wa kutosha, na mpaka sasa hivi maduka yako wazi. Hapa barabara kumi na mbili maduka yote yako wazi, soko la, e, wazi, soko la Ngamiani hapa liko wazi, sherehe zinafanya kazi kama kawaida. Kwa, kwa tunamshukuru Mheshimiwa Rais, kiukweli nawaambia wafanyabiashara wenzangu kama tulivyotoka leo tukafungua biashara na biashara inaendelea vizuri. Waendelee kufungua maduka yao kama wanavyoona amani inatosha. Lakini pia au vijana wanaolalamika au jenzii cha msingi ni kuhakikisha kwamba wanakaa meza na uongozi ulikuwepo serikalini watoe malalamiko yao, na sio kutoka na, na kupiga vurugu na kuvunja vitu vya watu na kuharibu rasilimali hiyo, tunasema hapana.